Huyo ni mmoja wa chui dume aliyenaswa na TAWA katika operesheni maalum ya kuwarejesha hifadhini, huku jike na watoto wake wawili wakidaiwa kubaki, hali iliyopelekea wakazi wa kijiji hicho kuendelea kupaza sauti zao baada ya kupata matumaini ya mmoja huyo kuondolewa kwenye makazi yao. Huyu mnyama chui anatusumbua muda mrefu, kuna watoto wanachunga, inaweza wakaliwa hapa. Mimi nashukuru sana kuja kutusaidia huu mtego tu uwe endelevu na bado wapo. amebeba mbuzi ishirini na moja ambazo zimepotea na kondoo kumi na nane kwa kipindi cha miezi miwili tu. Mbuzi ukiuza mmoja unasomesha watoto, lakini leo hii mbuzi thelathini na tatu wameenda, huwezi kusomesha sisi. Sisi benki yetu Wasukuma ni mifugo, na hiyo benki inaharibiwa. Afisa ujirani mwema wa pori la akiba la Maswa, Asheri Mganyizi, anaelezea hatua zilizofanyika baada ya kupata taarifa ya uwepo wa chui katika kijiji hicho. Tulichukua juhudi za kutuma askari askari sita wakiwa na gari kwa lengo ya kuja kufika eneo la tukio na kuangalia hali ya mazingira na namna bora ya kuweza kupambana na huyo mnyama chui. Baada ya kufika na kufanya doria, walishauri kwamba ije mbinu nyingine ya kuweza kuweka mtego, na ndio manufaa haya tumeweza kupata mafanikio ya kumnasa huyu mnyama chui aliyekuwa analeta changamoto na taharuki katika mazingira ya kijiji cha Mwalali. Elias Mwamsabi ni daktari wa wanyamapori kutoka TAWA Kanda ya Ziwa, anaelezea umuhimu wa kutumia mbinu hiyo ya mtego. Hatukutaka kumuua, ndio maana tukamkamata ili atoke salama, lakini pili tumefuata tumia hiyo mbinu kwa sababu ndio mbinu ambayo ilikuwa ni salama kulingana na haya mazingira. Mpaka saa hizi zoezi tumemaliza, hakuna mtu aliyezulika, hakuna hata mnyama, pia ni mzima. Kwanza zoezi hili halitaishia hapo, kwa sababu tumeambiwa kuna mnyama zaidi ya mmoja. Hizi ni jitihada za utoaji wa elimu ya ujirani mwema kutoka TAWA, kutoka hapa katika kijiji cha Mwalali, kata ya Mwaswale, wilaya ya Itilima, mkoani Simiyu. Tedi Kilanga, ITV.